Jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumza kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni maandamano nchini Marekani, maandamano katika miji tofauti nchini humo, kutokana na kauli aidha y maamuzi yaliyochukuliwa na rais wa Marekani kuwarejesha wahamiaji haramu, aidha wahamiaji wasiokuwa na vibali nchini humo kuwarejesha katika mataifa yao. Yanafanyika mara kwa mara kila kukicha, kumekuwa kukionekana makundi ya waandamanaji mbele ya ofisi za serikali kukemea maamuzi hayo ambayo yamechukuliwa na serikali ya Donald Trump, na vilevile vile, inaripotiwa tayari baadhi ya wahamiaji wamekwisha rejeshwa katika mataifa yao na hususan nchini India. Wahamiaji haramu aidha wahamiaji ambao walikuwa nchini Marekani wenye asili ya India ambao walikuwa wakiishi Marekani na kufanya shughuli zao nchini humo ambao walikuwa hawana vibali tayari wamekwisha rejeshwa katika Taifa lao. Vile vilevile kuna kundi la wahamiaji ambalo tayari limekwisha pelekwa nchini Colombia na nchini el Salvador, ambapo rais wake amekwishapokea ofa hiyo ambayo ilipendekezwa na rais wa Marekani kuweza kuwapokea wahamiaji haramu wasiokuwa na vibali ambao watakaofukuzwa kutoka nchini Marekani na kwenda nchini Belis, basi wahamiaji hao watafikishwa nchini Belis na kuweza kupokelewa bila tatizo lolote. Kamata kamata hizo kwa wahamiaji ambao wasiokuwa na vibali nchini Marekani zimesitishwa kwa muda, huku ikitajwa kwamba ni muda ambao umetolewa kwa wahamiaji ili waweze kufikisha maombi yao katika idara inayohusika na kuwapokea wahamiaji wasiokuwa na vibali nchini Marekani na kuchukua maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi kutokana na majibu atakayopewa katika taasisi hizo. Inafahamishwa kwamba kufuatia sheria mpya kuhusu uhamiaji nchini Marekani, wahamiaji wasiokuwa na vibali nchini humo hawatokuwa na ruhusa ya kuweza kununua tiketi za usafiri kutoka katika steti moja kuelekea katika steti nyingine. Kwa mfano, kutoka LA na kwenda labda Boston, itakuwa ni jambo ambalo haliwezekani, itakuwa ni marufuku iwapo itakuwa hauna kibali cha aina yoyote ambacho kinakuruhusu kuishi kihalali nchini Marekani. Hivyo basi itakuwa ni jambo rahisi kwa maafisa wa idara ya uhamiaji kuweza kumkamata mtu ambaye atakuwa hana vibali, ambaye anaishi Marekani wakati ambapo atakuwa amelazimika kuishi katika state aliyopo na kushindwa kuondoka kwenda katika state nyingine, kwa kuwa nchini Marekani sheria kwa ujumla, nchini Marekani inategemea na sheria katika mji mmoja ukilinganisha na mji mwingine. Kila state inakuwa na, na sheria zake. Sheria hiyo itakuwa ni marufuku kwa wahamiaji wasiokuwa na vibali kuweza kununua tiketi kwa usafiri wa aina yoyote nchini Marekani. Kuna sababu tofauti ambazo zinapelekea wahamiaji wasiokuwa na vibali kukataa kurejea katika mataifa yao. Kuna changamoto tofauti ambazo ni sababu kwa wahamiaji kupendelea kusalia nchini humo. Mojawapo ni hali mbaya ya kiuchumi na hasa katika mataifa ambayo yanakumbwa na umaskini wa kupindukia, ukosefu wa ajira na hata ukosefu wa miundombinu, ni jambo ambalo litamfanya raia kujihisi ya kwamba anaishi kwa amani. Jambo jingine ni migogoro ya kisiasa, migogoro ambayo hufuatiwa na ukiukaji wa haki za binadamu na hata kufuatiwa na kifo kutokana tu na kuwa na mitazamo tofauti na serikali iliyopo madarakani, aidha mitazamo tofauti na kile ambacho viongozi katika mataifa hayo huwa wakitoa. Ripoti ambazo zimetolewa na makundi ya kutetea haki za wahamiaji zinafahamisha kwamba katika baadhi ya mataifa wahamiaji waliopo nchini Marekani wamekimbia katika mataifa yao, ubaguzi wa kikabila, ubaguzi wa kidini na sababu nyingine ambazo ambazo maisha yao yanakuwa yapo hatarini. Vilevile vile, wengine wanashindwa kurejea katika mataifa yao kutokana na kuepuka lawama za familia, kwa kuwa safari zao kuelekea nchini Marekani ziliweza kufadhiliwa na familia, na kuna baadhi ya familia ziliweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa hadi kufikia hatua ya kuweza kuuza aidha, kuweka poni viwanja, ili wahakikisha kwamba mwanafamilia wao anaweza kwenda nchini Marekani na kutegemea matunda pindi ambapo atakapotoboa kama inavyotajwa. Na iwapo atarejea katika taifa lake bila ya kuwa amefanikisha, basi itakuwa ni changamoto kubwa kwake kwa kuwa kwa kwa hata wanafamilia wake watakuwa wakimtazama kwa jicho baya na kutolewa mfano kama luza katika jamii, miongoni mwa vijana wa rika lake. Asilimia kubwa ya watu wasiokuwa na vibali nchini Marekani jamii zao zinawategemea kutokana na kukimu mahitaji katika familia hizo. Iwapo mtu huyo atachukua jukumu aidha atakamatwa na kurejeshwa katika taifa lake kama mhamiaji haramu nchini Marekani itakuwa ni pigo kubwa kwa familia hizo. Hivyo basi, kwao ni kosa la jinai kurejea nyumbani iwapo itakuwa bado hujatoboa, na wengi wao huona ni bora kusalia ugenini kuliko kurejea katika mataifa yao ambayo wanadai ya kwamba watakuwa wamerejea katika mazingira magumu na hatarishi katika mataifa yao. Ni jamii sana na utamaduni, unasemaje kuhusu sababu hizi ambazo zinawapelekea wahamiaji wasiokuwa na vibali kushindwa kurejea katika mataifa yao? Tuachie mtazamo wako.